Yes, shalom, shalom shalom, wote shalom, shalom naitwa Prophet Enoch Jamui. Uh, natamani nikwambie jambo moja ambalo litakujenga na litakufundisha sana. Uh, kuna watu wanashindwa kuelewa, kuna siri kubwa ndani ya uh, chumba chako, yani maanake chumba ambacho unalala kuna siri kubwa sana. Uh, leo nimekuja na pointi hizi ambazo zitakusaidia chumba chako. Sio sehemu ya kila mmoja kuingia. Kwanza kiheshimu sana chumba chako, na pia kuna vitu vingi vinavyotakiwa ufanye ukiwa chumbani. Kwa lugha nyingine, kwamba katika hali ya mipangilio ya maisha, ukitaka kuweka vizuri mpangilio wako, kaa chumbani katika hali ya utulivu, fikiria sana na utakaa uta, utajifunza mambo mengi sana. Uh, lakini leo hii unakuta ndoa zinavunjika kwa sababu mambo ya chumbani yanaenda kuwa adhalani, yani maanake siri zote ambazo zipo kwenye chumbani zinakuwa zina wazi, yani: mume wangu ana hili, mume wangu ana shida hii, mume wangu ana changamoto hii, mume wangu mimi anipendi. Hiyo sio kwamba itakusaidia kwanza, inaendelea kukuharibia na pia kuna kitu ambacho leo hii ungekaa kutulia, ungejua kuna kosea wapi, ili uweze kurekebisha. Sio kwenda kusema siri za mume wako ukiwa nje au mwanaume kusema siri za mke wako. Unajua, unapo unapoeleza vitu hivi unampa adui nafasi ya kuweza kukuudhuru. Nasema jambo moja, Biblia inasema mambo ya hilini ni ya Mungu ni kweli, na siku zote ukitaka kufanikiwa mambo yako mengi yaweke siri. Kuna, kuna, kuna kipindi fulani, nilikuwa nakosea aa, kila nikitaka nifanye jambo lazima nilitangaze. Kila nitaka kufanya jambo lazima nilipost. Lilikuwa linanitesa sana na lilikuwa linaniumiza sana. Sasa nilipo soma kuna novel fulani, ya, na kitabu fulani cha novel, nikajijua kwamba kuna wakati tunakosea kwa sababu ya kulopoka meneo ya kueleza mambo yetu ya undani, sio umenelewa vizuri? Yusufu alipoota zile ndoto akaamua kwenda kuambia ndugu zake, kusoma ile kusoma ile Mwanzo, Mwanzo thelathini na saba, kuanzia mstari ule wa kwanza na kuendelea, baada ya kuota ile ndoto, kiaa mstari wa kumi na mbili. Maana wewe utaanza kuelewa kwamba kwa nini Yusufu aliteseka sana kwa sababu ya ndoto zake, menelewa? Uh, kwa hiyo utaona utaona mambo mengi mengi mengi mengi sana mengi mno sana. Kwa hiyo nakuomba, penda kuwa msiri wa mambo yako, penda kuwa msiri wa mambo yako, kwa sababu na kujua kiroho haupo vizuri, basi tunza siri ya maisha yako. Sio kila mmoja ajue unataka kufanya nini. Unataka kununua gari, basi kila mmoja atajua kama unataka kununua gari. Badilisha mtazamo wako, badilisha, badilisha mpendo Barikiwe sana, Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Enock, naomba usisahau kusubscribe channel yangu, kunifollow uh, account zangu za YouTube, TikTok na Instagram. uh, Facebook natumia Prophet Enock J nshama, na YouTube natumia hiyo, uh, hiyo Prophet Enock J nshama uh, um, YouTube nani naninonano Instagram natumia Ejnmedia na YouTube nao natumia EJN media. Ninaomba usubscribe wewe wa kwanza. Kama unanipenda kweli, basi naomba usubscribe hapo. Mungu akubariki sana, nakupenda sana. Heri ya mwaka mpya.